Kupishana hadi na, na, na, na, na milingoti ya goli, alikuwa anataka kupiga pasi mpaka anampisha hadi goli kwa Andre Iniesta, alipiga shuti moja akafunga goli, ilikuwa sio falsafa ya Pep Guardiola, alifanyia sababu akamtoa nje. Baada ya dakika tisini zinaotamatika, Guardiola ameshinda goli lile lile moja la Andre Iniesta. Msimu Manchester City anachukua hiyo sabili ya Inter Milan, alipiga pasi nyingi kisha Rodrigo Hernandez alipotokea akapiga shuti wanabeba yeye. Mpaka leo ile falsafa yake ya pasi ameamua kuachia wachezaji wafanye wanavyoweza. So kwa mislube, ambayo, mini, ya Rafael is ni mchezaji ambaye mimi sijawahi kumpatia tamaa. Na ni mchezaji ambaye mimi nimekuwa nikikubalia mimi kila kukikuta. Watu wananiambia Eliza inamtokea sana dude. Lakini duniani kote striker hatari ndio ni hapo. Na striker anayeweza kufanya kazi nyingi nafasi unapata kila kukicha. Ingekuwa hivyo dakika tisini zingekuwa zinatamatika. ua aaaoce nilikuwa nafanya interview, wakaniambia tuwekie kikosi chako, nikaambia golini naanza na Biara, namba mbili namuweka Mumba namba tatu namuweka Shabalala, nne si si na tano Baka, sita Duke Abuya, saba Matu Zengeri, nane nikamtia Momo Dondia, tisa Dube, kumi nikaweka Pakome, kumi na moja nilimweka Nasani Kauma ndali kuwa anakaa ndani namba nane, afu kumi Momo Dondia. Kwenye nafasi yangu ya kikosi cha jana sikumweka Dube, sikumweka Mudathir Yahya. Kwa nini? Kwa sababu Mudathir Yahya ni mchezaji mzuri sana na mimi huwa naenjoy, lakini ni mchezaji ambaye anakaa na mpira sana kwenye mechi ambayo inahitaji matokeo, ni mechi ambayo hautakiwi kuwa na mchezaji anayekaa na mpira, watakiwa uwe na mchezaji ambaye pasi zake zinaona like Momo Dembia. Nilipokuwa nimekaa naangalia mpira, watu wengi wameanza kumuimba neno Momo Dembia, wakitaka modafi liyatoke kutokana na kitu ambacho mwathiri alikuwa anakifanya uwanjani, lakini sio kwamba ni mchezaji mbaya. Kwa hiyo of course mechi ilikuwa ni ngumu, na ni lazima tuwapongeze wachezaji. Kuna wakati inafika mbinu za mwalimu zinafeli, wachezaji wanatumia mbinu zao, kwa sababu wanakuwa na kiu ya kupata matokeo. Unawezaje kwenda robo finali lakini na kupata matokeo kwenye mechi ya kwanza? Unapopata matokeo kwenye mechi ya kwanza unakupatia mwanga unapokuwa unaiendea mechi ya pili tunasafiri kumfata ee, Karai, Algeria. Kwa hiyo mimi nadhani walichokifanya wamefanya good performance, wachezaji wamejitahidi, ila mimi ninachoomba, match fitness ya wachezaji iko chini sana, ni kitu ambacho nimekuwa nikilalamikia tangu na Malawi. Unaona, mili ya wachezaji haipo supported kabisa kwenye kile ambacho wanatakiwa wakifanye kwa wakati huo kwa hiyo mimi nadhani mwalimu wa mazoezi anatakiwa ajitafakari. Kila anachokifanya anatakiwa aongeze mara mbili mpaka mara tatu, lakini tukienda kwa staili hii ya wachezaji kutokuwa na match fitness, tunakuja kupata matokeo. Kipindi cha pili kuna timu tutaikuta ambayo itashindwa, yani itaweza kutuzuia. Ikisha jua hawa fitness yao iko chini, wao watakachokifanya ni kutafuta sare kwenye uwanja wetu, ili hali sio mipango yetu sisi kupata sare kwenye uwanja wetu wa nyumbani. Nzuri mpira wakiwabingwa sasa hivi Yanga tulio kuja nayo ni kauli ya pila matokeo, na siyo pira burudani. Mpira michuano ya klabu bingwa inahitaji sana matokeo kuliko kuliko pira burudani. Hivi hivyo imejidhihirisha duniani kote, Barcelona anacheza mpira mzuri, Mamelodi anacheza mpira mzuri, Manchester City anacheza mpira mzuri. Mwisho wa siku nini end product ya ile michuano wanayokuwa wanashiriki kwa wakati huo? Unakuja kuangalia wana struggle, wanapata wakati mgumu kwa sababu wao wanataka watoe burudani bila kujua mpira wakazari, okay. Wa sasa hivi ni mpira kwanza wa biashara, ni mpira wa kazi kwa wachezaji, ni mpira wa kutafuta matokeo. Ndio maana Real Madrid wao wanalipa mpira mzuri. Wao ndio tunayemzungumzia. Ni model duniani pote, okay kwenye michuano ya UEFA. Hali ya hali mzuri. Ndiyo maana tunamzungumzia ni bora kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa sababu yeye anachokihitaji ni matokeo. Akisha pata matokeo, huo mpira mzuri mtakuja kuipata siku nyingine. Lakini yeye chansi moja bwana. Tunachotakiwa kukifanya ni kutumia chansi tunazozitengeneza. Michuano tunayoshiriki ya klabu bingwa. Usitegemee kama utapata nafasi nyingi za za, za, za, za kupoteza. Chansi ukiipata moja jitahidi iwe goli. Ukipata mbili, jitahidi moja iwe goli. Lakini pia usiruhusu wapinzani wako wakakusogelea kwenye eneo lako. Sisi kundi tulilopo ni kundi ambalo wanajua sana kutumia mipira ya set pieces kuliko mipira ya pasi. Wanajua kutumia mipira ya kona, na wanajua kumwadaa mwalimu mwamuzi. Wanajua kuwafasinie wapinzani mfanye rafu ili iwe manufaa kwao. Kwa hiyo mimi nadhani tulichokifanya leo wachezaji wamestahili. E, mashabiki Afkans, wa afa wote walikotoka wamesafiri kuja Zanzibar na wale wote wa Zanzibar, wote kukusanyika hapa kuja kuisapoti timu, ni kuhakikisha timu inapata matokeo na tunaiangalia mechi inayofuata.